Waandishi wa habari Watanzania wote ambao mmehudhuria mkutano huu. Uh, bwana hapa Jidi anatamba sana, lakini kati ya natamba kuna kitu nimekigundua cha kukushauri ndugu yangu mtanzania ambao unafuatilia ya mbiana. Mafia boxing ndo mashindano peke yake. Sasa hizi ukianza kuchukua tiketi yako utahakikishiwa siku ya pambano unaenda kuitazama. kinajidi wameuza tiketi karibu wiki tatu hapa lakini watu wamekuja kuambiwa tiketi zitaenda kwenye matukio ya, ya, ya mchezo mwingine. Kwa hiyo mafia boxing hatuna ubabaishaji huu. Kata tiketi yako mapema sasa hizi eh, siku ya tukio tunakuhakikishia fight itakuwepo, mabondia wote watakuwepo na pale Kijitonyama, kiwanja cha Posta, pamano zitakuwepo. Halitahama kwenda sehemu nyingine, pale pale watapigana. Alikuwa anamtishia kijana wangu hapa kutoka Yanga Afrika na Dimedia. Kitu tutacho mwambia na Dimedia. Usiku wa kuamkia tarehe 25 kwenda kuangalia mchezo wenu wa fainali na hakikisha ule kijana ni kuvunja miguu usipoenda pale bandarini, na wote asijui. Na alikuwa anaongea sana, unajua, nimemsikiliza mpaka akasema anaweza saa ngapi. Usiku wa mwaka mpya unakuwa una shamra shamra nyingi kuliko mwaka mpya yenyewe ya asubuhi. Kwa hiyo ishirini na nne, viwanja vya Posta Kijitonyama, shughuli itakuwa kubwa kuliko shughuli ya kule unapoanza mda wote na uzuri wa Arabu ambao wa wanakuja kushabikia timu yao siku ya tarehe ishirini na tano wote tiketi zao wamekata wanatua Mwalimu Nyerere pale airport. Ndaahikisha usiku wa tarehe ishirini na nne shaugia na mkurugenzi hapo akaniambia kuna tiketi zao anawaandalia kwa hiyo eh, katika hiyo siku ambao utakuja kupigana na hey, na Nabii Mehdi pale kwenye jukwaa hey, Posta Kijito Nyama, ujue kabisa utaanza kuwaona Hey, wale Waarabu wakianza kuhesabu hamsa hamsa hamsa. Kwa hiyo utakuwa unaenda na maumivu ya kupigwa ulimboni, utakuwa unaenda na zile kibei za Waarabu sababu mmecheza katuni Waarabuni, mnakuja kuchezeshwa fiima New Amani Complex. Watanzania kwa ujumla, tukutane pale kijitonyama posta. Mungu ibariki ma Mafia Boxing, Mungu mbariki Mama Samia, Mungu mbariki wa mabondia wote, Mungu awabariki watu wote siku hiyo wawepo utuepushe na balaa, utuepushe na nuksi, utuepushe na vikwazo balaa zote zilizopangwa juu ya mafia box zikashindwa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Lolote ambalo tumelipanga siku ya tarehe 24 likafanikiwe, maana wewe ndio unaitwa uhai, maana wewe ndio unaitwa uhai, wewe ndio yote juu ya yote. Tarehe 24 ikawe siku ya mafanikio, jolote ambalo tumelipanga likafanikiwe siku hiyo, na watu wote waseme amen, amen, amen. Asanteni sana, mimi sina mengi jamani <laughs>